Watu wanaosema uchaguzi we huru na wa haki eti ndo wanaambiwa wamefanya uasi. Watu wanaosema tunataka watu wasiuane, kwamba jamani, twende kwenye uchaguzi ili tuuane, eti huyu mtu ndo eti, tunafanya uasi. Watu tunaosema eh, kabla ya uchaguzi tutatue dosari za uchaguzi eti sisi ndio tunafanya uasi. Haya, sasa nitoe shukrani mwenyekiti wetu amekamatwa na ameshtakiwa kwa uhaini, kesi ya kwanza na kesi ya pili eh, ma, eh, kutoa taarifa za uongo kama jinsi zilivyosomwa jana. Sasa mambo ya mahakama ni sawa, tutayaacha mahakamani, na mwanasheria mkuu wa chama chetu Dr. Nshala pamoja na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu e, watakuwa wanaendelea kutoa updates na kuyazungumza e, masuala haya e, kita kitaalamu zaidi kwa kadri ambavyo siku zitakavyokuwa zinaendelea. Lakini ni, niseme kwamba kama chama tumepokea salamu za kututia moyo solidarity, salamu za kututia moyo na kuungana na sisi. Nichukue fursa hii kuregister kupokea salamu ambazo amezi zimetumwa pia katika eh, public zipo kwenye public domain, kupitia mitandao ya kijamii. Kwa nikiri kwamba tumepokea salamu zinazoonyesha solidarity kutoka kwa Martha Karua, huyu ni mwanasiasa machachari kutoka Kenya. Kwa hiyo tumepokea salamu za, za kututia moyo na kwamba wako pamoja na sisi. Tumepokea salamu kutoka kwa mwanasiasa Bob Wine eh, kutoka nchini Uganda ambaye eh, naye eh, ameonyesha kutuunga mkono na kwamba yuko pamoja na sisi. Nipokea poke, salamu kutoka chama cha ACT Wazalendo wametutia moyo. Tuna salamu kutoka e, kwa wakili maarufu sana duniani, Bob e, Amsterdam, Robert Amsterdam, maarufu kama Bob Amsterdam. Huyu ni wakili maarufu na ambaye bila shaka atakuwepo katika benchi la mawakili ambao watakuwa wakitoa ushauri ushauri juu ya mwenendo wa kesi hii. Lakini tuna taasisi mbalimbali IDU E, International Democratic Union nao wametoa salamu, umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani. E, tuna taasisi Legal and Human Rights Center kupitia mkurugenzi wake e, tumepokea salamu za solidarity e, viongozi wa dini e, na kwa kweli nikiri e, viongozi wa dini kwa kweli toka juzi, jana na mpaka leo asubuhi mpaka wakati ninakuja hapa asubuhi, e, kwa dakika kumi E, maaskofu wanne walikuwa wamejiunganisha kwa pamoja na wakawa wamenifanyia wame sala maalum kabisa kwa niaba ya chama for 10 minutes. Kwa hivyo viongozi wa dini, ninapokea maaskofu, mashehe, e, mashehe e, e, wachungaji e, mapadri ambao wote mmefikisha e, salamu za e, solidarity tumezipokea.